Vijana, msiwe na tamaa hata kidogo. Kuna njia nyingi sana za kujikwamua kiucho. Sasa hivi, mnakwenda kwenye umri ambao mnaenza kuunda familia, na wengine wanaruka, wanakuwa hawana utulivu. Mwishike nji ili muweze kutoka mlipo, msimame na kanisa la Moravian ushirika wa Galilaya kiume takapopata mopata wengi, muwalete kanisa, wapate baraka na waweze kuwa timu moja ya kanisa, wasiweze kukumbukia katika kondoo hawa wa kanisa la Moravian usharika wa Hairani. Kulia haki utakuwa imara kiimani na kiroho. Tumshukuru Mheshimiwa Rais katika kujali vijana, na serikali inaongeza nguvu nyingi na kuwekeza kwa vijana ili kutengeneza fursa za ajira, na taifa linawajali vijana ni waesoa. Sisi kama halimashauri tuna fedha ambazo tunatoa kwenye kikundi cha vijana ambao wamejiunga wa pamoja, wanapata fedha. Lakini kama unashindwa kupata fedha ya halmashauri, kijana mmoja mmoja ambaye amepanga katika masoko yetu ya, ya halmashauri, kama hilo soko hapo mnapoliona unaweza kuanzia saa moja mpaka saa tano na nusu, huwa nina wajibu wa kuwasikiliza wananchi, lakini kuanzia saa sita nakuwa kwenye miradi ya maendeleo, ukaguzi. Kwa hiyo milango yangu iko wazi, sijajifungia. Mje muone fursa ambazo amezitoa Dokta Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi wetu mkuu chaguzi mkuu tuwe macho kusaidia yale yanayoendelea, tuwe askari wa miamvuli. Hata wakati Bwana Yesu anakuja kulikuwa na wale wasaidizi wake, na sisi tuisaidie serikali ili serikali ilete mambo mazuri zaidi. Fursa tunazo, uwezo tunao, nia tujitokeze kwa umoja wetu, tuitumie halmashauri yetu tuweze kutoka tulipo, na tuweze kufanikisha na kuepuka zile tamaa nilizozisema awali. Lakini tuna jambo kubwa sana katika halmashauri yetu ambayo tutalianza tarehe moja mpaka tarehe saba mwezi wa tano. Jambo hilo ni tujitokeze kujiandikisha na kuliombea taifa letu Vivuke kwenye utulivu tunazoeza na kujiandikisha. Wale vijana wote waliofika miaka kumi na nane waweze kuja kujiandikisha wapate kitambulisho ambacho kitamsaidia wakati wa mwezi wa kumi wa uchaguzi mkuu wa serikali, tunapochagua viongozi wetu wa kitaifa tuweze kushiriki. Mimi mwenyewe nimehamia hapa, lakini nitakwenda kubadilisha taarifa zangu ili niweze kushiriki uchaguzi wao, ikiwa katika jimbo la Mbeya. Vijiji, vijana, tuwe na moyo wa subira. Vijana wa Moravian ndio na kinga na chachu ya mafanikio, na hasa wa usharika wa Galilaya. Wajibu wenu ni kuwa na subira katika kutafakari maendeleo ya vijana kwa kujumuika nani muhimu na ni vyema kumtanguliza Mungu ili atuepushe na changamoto zozote zitakazo tutokee, n tuepukane na makundi. Mmemsikia leo kwa kaya Kibona ametoa maumini pazitu, familia inazidi kupotea siku hizi, mpaka anazaliwa mtoto wa kwenye mashine. Mtoto wa mashine hana upendo na ufahamu kama mtoto aliyezaliwa na baba na mama. Wa mashine ataendeshwa kwa mashine, anaweza akawa hana roho ya upendo, na anaweza kaja akabadilika akawa shetani. Kwa nini tumkaribishe shetani na matendo yake? Tumkatae. Naomba tujiepushe na makundi mbalimbali na hasa madawa ya kulevya, ushoga mambo ya kwenda bila kuangalia kinga, magonjwa ya ukimwi. Tupambane na magonjwa ya mlipuko, sasa hivi mguo zinaendelea. Nyinyi vijana mwe elimu kwa wazazi, tuchemshe maji ya kunywa, tufanye usafi kwenye maeneo yanayotuzunguka, tuache kuhakikisha maeneo yetu yanakuwa na mapori, tuoteshe mboga mboga, maua yetu, yawe mchicha, yawe spinachi, yawe kisamvu, yawe maharage hivi ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na busara na hekima kujiepusha na haya yasiyo na tija. Kama nilivyosema, nizidi kuwaomba na kuwarai, ni wasisitize hasa kwa hao waliofika miaka kumi na nane, msiogope, natakiwa tuchague uongozi utakaofurusha sisi sote ni waombe, tumwombee sana mheshimiwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa baba mchungaji Musa, kama ikikupendeza ukifanya ibada maalum ya kumwombea mheshimiwa rais, nami nitashiriki. Mheshimiwa rais ana majukumu mengi na amefanya mengi katika nchi hii ya Tanzania, hasa kwenye upande wa elimu Elezaaa, zamani ilikuwa wanawake hakuna 50-50, lakini sasa hivi hata sisi tunapewa uongozi. Makofi kwa Mama Samia, tumpe ushirikiano sana. Na pia vijana, mtafurahi siku ya maombi iweze kusikia mna Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na makamu wa rais na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitapenda wa kwanza atanisomea Zaburi ishirini na tatu moja. Wa pili atanisomea Zaburi mia moja ishirini na tano moja. watatu kwai apo mwagae watatu atanisomea Wafilipi nne kumi na tatu. mjipan atakayokuwa wa kwanza, nikianza tu kusema kwamba Zaburi ishirini na tatu kijana atasoma. Zaburi ya moja ishirini na tano kijana atasoma mstari huu mmoja. Nikisema wa Filipi nne kumi na tatu kijana atanisomea mstari mmoja, tutasoma na Yeremia thelathini na tatu tatu. Yeremia thelathini na tatu mstari wa tatu. Nimeona nitoe maneno haya manne, mengine nitayabakisha siku ambayo tutamwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio itakuwa zawadi yake baada ya kutunuku sisi tuweze kusonga mbele kwenye maisha yetu. Lakini vile vile nimesikiliza hisara yenu na nimesikia changizo lenu, nimesikia viongozi wetu ndio waalika katika sherehe hii kubwa ya vijana ili kuweza kupata changizo la shilingi laki nane. Mimi binafsi na wenzangu timu tuliokuja nayo tutachangia yafuatayo. Ya kwanza Daniel, kwa kuheshimu kanisa la Moravian usharika wa Galilaya, siku yako ya harusi tutakupatia musi Kanisa letu la Moravian. Zawadi ya pili tutakayotoa kwa kikundi kwa kikundi chenu vijana, tunasema eh nini vijana vijana vijana, mmoja asimame, aliambie vijana imani kwaya, nitaleta mashine ya kuchilia maji midogo

na kanisa hili, yeye ni daraja la sisi kufika mbinguni. Tuhakikishe vijana, kama una mtu wako kwa pepeni nataka kutukimbia, kamkemee kwa jina la Yesu.

nisiwe na maneno mengi nikaondoa dada, ila nikushukuru kwa upendo na fursa ulionipa katika madhabahu hii takatifu kuweza kuja kuzungumza machache na timu yangu. Lakini nisiwe mchoyo wa maneno niliyoyasema mimi tu, nipate hata neno moja kutoka kwa mkurugenzi wa Nyikani Online. Yeye ni mwenzetu. Yesu, Wewe uwe msaada wake. Asante kwa ajili ya kila mmoja, ewe Bwana, anayemsaidia katikati ya majukumu ya kila siku. Sante kwa ajili ya hawa, wameongozana nao Yesu, wakumuke katikati ya majukumu yao. Usiuhache wake utulivu wake, amani zaidi wape, kutenda haki, ee Bwana, ili taifa lipate kuinuka, maana haki huinua taifa. Sante kwa ajili ya haki, Mungu tuna